Akizungumza kwenye uwarisha huo wa ujenzi wa uga katika eneo la Nalondo, mjumbe wa eneo bunge la Kabuchai Majimbo Simiu Kalasinga ameelezea kuwa vijana kutoka eneo hili ndio watakaokuwa wa kwanza kunufaika na ajira ya ujenzi wa uga huo. Vijana ambao mko hapo, kazi kazi imewatafuta mpaka, hasa imefikia kwa bomba hii ni kazi. Contractor akija hapa akianza kazi, nyinyi ndio mtafanya hiyo kazi ya mkono na mkifanya kazi mkuwe na bidii, wakikwambia it is eight hours it is eight hours. Ukifanya makosa wakufute, mimi sita asaidia wewe, inama tu kwa kazi hey, because mimi niko na time ya kusukuma hawa watu I've given them six months. Wewe ukicheza so watandiambia watu yako wafanyi kazi. Hata hivyo, Majimbo aliyesema hayo na kuwataka vijana kwa mstari wa mbele ili kulinda uga huo dhidi ya waharibifu. mbofungula ose buwanere ikulao chaye No, no t We shall not allow that. The chief is here. Nyinyi community pia msaidie vile mumeambiwa, msaidie watu wa hapa kuendeleza hiyo development. Yeah. Hata hivyo, Majimbo amewataka walezi wa eneo hilo kujitokeza kwa wingi na kuwapa wanaosapoti ili kukuza talanta yao kwa manufaa ya yes, siku zao za baadaye, huku uga huo ukitarajiwa kukamilika kufikia mwezi Juni mwaka huu. This football academy, netball, hockey and everything. Please, You cannot know the future of that. Yes, you have a teacher, you have a lawyer, you have a doctor in the family, but if you identify a talent, and this is the area we're going to to, to, to identify talent. This is not, not only going to for Kabuchai constituency, it's going to for the whole region. Sani matano Mpakani TV eneo bunge la Kabuchai County ya Bungoma